Au sio bana? Asante kwa kuchagua PTV Tanzania kwa wakwanza kutazama, kutazama video zetu kwa kubonyeza subscribe button nyekundu hapo chini ya screen yako, kisha bonyeza alama ya kengele itakayojitokeza ya bwana mambo ya konifaya kinomanoma au sio eh, mwanamuziki Diamond Platinum eh Simba na Simba Dangote au sio, mwanamuziki ambaye anazidi kwa galagaza wanamuziki wote Tanzania kwenye game ya muziki wa Bongo Flava Tanzania, au sio? Sasa bwana, chati zimetoka bwana, za wanamuziki wa Tanzania ambao e, wana streams wengi kwenye mtandao wa Boom Play. sasa chati hizo zinamwonyesha mwanamuziki Diamond Platinum amekamata nafasi ya kwanza, yani namba moja E, akiwa na streams milioni 500.1, au sio? Ni dhahiri kwamba mwanamuziki Diamond Platinum anazidi kuwakimbiza wasanii wote Tanzania kwenye gemu ya muziki wa Bongo Flava, au sio? Namba mbili imekamatiwa na mwanamuziki ama msanii wake kwenye lebo ya WCB ambaye anaitwa Zuchu. Msanii wa kike huyo naye yupo kwenye listi ya chati ya wanamuziki wa Tanzania wenye streams wengi kwenye mtandao wa Boom Play. Zuchu ana streams milioni 376.8 yani 8. Lakini pia namba tatu imekamatiwa na mwanamuziki Harmonize maarufu kama Konde Boy. E, mzee wa Konde Gang FC amekamata nafasi ya tatu akiwa na streams milioni 373 eh

namba saba ni mwanamuziki Mario ah, eh, he, mambo ya pau eh, huyu bwana na streams milioni mia mbili themanini na moja point tatu. Namba nane ni Alkiba na streams milioni mia mbili E, na saba point tisa, yana amezidiwa kabisa na wasanii kama Mario, Mbosso, Rayvan, Jay Melody, Harmonize, Zuchu na Diamond Platnumz. Wote hao wamemkimbiza mwanamuziki e, King Kiba ambaye anajiita yeye ni mfalme wa muziki wa Bongo Flava Tanzania, lakini kwenye streams amekamata nafasi ya nane. Ana streams milioni mia mbili na saba point tisa. Namba tisa ni Nandi. Huyo e, bwana ana streams milioni mia moja arobaini na sita point tisa. Wa mwisho kabisa ni Jukusi mzee wa Enjoy ana jumla ya streams milioni mia moja ishirini na tatu. Huyo ndio mwanamuziki wa mwisho ambaye yupo kwenye list ya chati ya wanamuziki wa Tanzania wenye streams wengi kwenye mtandao wa Boomplay. Jukusi, yuko nafasi ya mwisho, yani nafasi ya kumi. Yani kutoka yani moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa eh e, amekuja kuwa wa mwisho nafasi ya kumi E, na muda mwingi mashabiki wamekuwa akitoa maoni kwamba Jux bwana anategemea upepo wa mwanamuziki Diamond Platinum ili kuangalau na yeye kuendelea kukaa kwenye chati au sio? Sasa ndivyo hivyo kama ulivyosikia chati hizo mtazamaji, comment yako ni muhimu kweli kweli au sio? Yep. This is Wayvani Vivani boy. Shout out to uh, PTV. Au sio bana, asante kwa kuchagua PTV Tanzania kuwa wa kwanza kutazama video zetu kwa kubonyeza subscribe button nyekundu hapo chini ya screen yako, kisha bonyeza alama ya kengele itakayojitokeza.